Karibu sana kwenye channel yako pendwa ya Official Khudhey Pai Updates. Kabla hatujaendelea, tafadhali subscribe, like, comment, na washa kengele ya arifa ili usipitwe na taarifa muhimu kuhusu maendeleo ya mtandao wa Pai. Leo tunakuja na ujumbe mzito na wa muhimu sana kwa jamii nzima ya Pioneers duniani kote. Topic namba tisini na tisa, wito kwa Pioneers wote duniani tuangazie malengo yetu. Siandika uchambuzi wangu kwa muda sasa, kwa sababu kabla ya kuendelea mbele ni lazima tuondoe vikwazo vyote kama vile uvumi na taarifa potofu. Kama hatutawasaidia Pioneers kutambua taarifa zisizo rasmi, wataanza kuwa na matarajio yasiyo halisi, jambo ambalo linaweza kudofisha imani yao kwa pai. Sababu kuu ya bei ya chini ya pai kwa sasa ni suala hili. Vyanzo rasmi vya taarifa ni njia halali na za kuaminika zinazotoa taarifa zilizothibitishwa za ukweli na tamko kutoka kwa mamlaka au taasisi zinazotambulika. Global GCV Core Team haitumii jina la Pi Network Core Team kutangaza taarifa zake. Tunafanya kazi chini ya jina letu lenyewe, Global GCV Core Team. Tunaiwakilisha jamii ya Pioneers wa GCV. Baadhi ya Pioneers wamedai kuwa sisi si chombo rasmi, lakini tafadhali elewa kuwa hatujawahi kujitambulisha kuwa sisi ni sehemu ya Core Team ya Pi Network. Tunatumia jina letu kila wakati, Global GCV Core Team. Sisi ni kituo rasmi cha jamii ya GCV, kama tulivyosema awali Core Team haina mamlaka ya kuamua thamani na bei ya pai. Maamuzi haya hufanywa na pioneers wenyewe. Kazi ya Global GCV Core Team ni kusaidia kufanikisha makubaliano ya pamoja kuhusu thamani na bei ya pai. Pioneers wamepewa ruhusa ya kuongoza mchakato huu wa kuamua thamani na bei ya pai, na sisi tunafanya hivyo tukifuata mwelekeo uliotolewa na Dr. Nicholas. Mwongozo na mikakati yetu vinaambatana na yaliyoelezwa kwenye white paper ya Pi Network. Tafadhali tambua kuwa msimbo wa Bwana Kosasi si msimbo wa Pycore team. Tafadhali acheni kutumia msimbo wake kuwapotosha pioneers kuwa huu ni msimbo rasmi wa Pycore team. Nimesikia pioneers wengi wakiuliza maswali kama vile, kwa nini Pycore team haifanyi migration haraka? Naam, ninaamini hili ni jambo muhimu sana kwa kila pioneer kuelewa. Siri ya mafanikio ya Pi Network ipo katika kutambua utofauti wake mkubwa, ukilinganisha na sarafu nyingine za kidijitali za kawaida. Iwapo pioneers wengi wataamini kuwa Pi Network ni sawa tu na sarafu nyingine za kawaida za crypto, basi watakimbilia kukamilisha KYC na migration kisha wauze pai yao. Kwa kuwa waliipata kupitia uchimbaji wa bure, huenda wakaamua kuuza hata kwa bei ya chini sana. Hali hii inaweza kueleza ni kwa nini wengi wanapuuza jukumu lao la kujenga mfumo wa kiuchumi wa pai pamoja na kushiriki katika elimu ya jamii kuhusu mradi huu. Hii ni moja ya sababu kuu ya kuchelewesha mchakato wa uhamishaji na Open Mainnet, jambo ambalo linakinzana na malengo ya Pi Core Team. Lakini tafakari hili, je, huu ni mwelekeo unaoendana na malengo ya muda mrefu ya Pi Network? Lengo kuu la Pi ni kuifanya kuwa tokeni ya matumizi, na ndiyo maana tumetengewa kipindi cha miaka mitatu cha Mainnet. Hili pia ndilo linasababisha mchakato wa KYC na uhamishaji kuwa wa polepole pole. Pi Core Team inahitaji kuhakikisha kuwa mienendo ya pioneers haiwezi kuhatarisha mafanikio ya mradi huu. Tukielewa kuwa Pi Network si mradi wa kupata pesa za haraka, basi hatutauza pai zetu mara tu baada ya uhamishaji. Badala yake, tutajivunia kuishikilia ya pai yetu kwa sababu tunatambua kuwa hiyo ndio njia sahihi ya kuelekea mafanikio ya muda mrefu. Hivi karibuni nimetazama video kadhaa za YouTube kuhusu Pi Network. Kulingana na baadhi ya uchambuzi, asilimia 80 ya pioneers wanauza pi huku asilimia 20 tu wakiwa wananunua kutokana na uvumi mwingi na matarajio yasiyo halisi yaliyotokana na hotuba ya Dr. Nicholas, bei imekuwa ikishuka. Hii ni licha ya kuwepo kwa ununuzi wa kurudisha Pi takriban milioni 10, lakini bado pioneers wengi wamekuwa wakishughulika kuuza. Kama hatutakuwa tunanunua, basi bei inaweza kushuka chini zaidi ya dola 0.53 siku chache zilizopita. Pai Core Team walishughulikia kati ya uhamishaji milioni kumi hadi milioni thelathini kwa siku. Uhamishaji wa hivi karibuni wa pochi milioni thelathini ulisababisha kushuka kwa bei kutoka karibu dola sifuri nukta sita hadi chini ya dola sifuri nukta tano. Sasa jiulize, kama wewe ungekuwa kwenye nafasi ya Pai Core Team, ungehisi kujiamini kuendelea na uhamishaji? Ukweli ni kwamba Tumeona Pi Core Team wamesitisha au kupunguza kwa kiasi kikubwa uhamishaji katika siku za hivi karibuni. Kama asilimia ya watu wanaouza ingekuwa ndogo, kwa mfano asilimia 20 tu, bei isingeshuka kwa kasi, na hivyo Pi Core Team ingeendelea na migration. Kwa hiyo naamini kuwa Pi Core Team nayo na ina nia ya kusaidia Pioneers migration, lakini hawawezi kutuamini kikamilifu bado. Pi Core Team hufanya uhamishaji katika siku maalum kisha husitisha katika siku nyingine, ili kupima kiwango cha mwafaka wa pamoja miongoni mwa Pioneers. Mantiki ni rahisi sana. Kama Pioneers wengi wanataka kweli kupata uhuru wa kifedha kwa haraka, basi tunapaswa kuwajibika sisi wenyewe kwa kukomesha usambazaji wa habari za uongo, kuepuka kuuza ovyo Pai, kusambaza taarifa sahihi, kujihusisha na ununuzi wa Pai. Pai hii yote itaharakisha mchakato wa uhamishaji. Sasa turudi kwenye dhana nyingine potofu baadhi ya pioneers wanaamini kwamba mara tu program za dApps zitakapoanza kutumika basi bei itapanda, lakini ukweli ni tofauti kabisa. Ni pale tu ambapo bei itaonyesha mwelekeo wa kupanda ndipo Pi Core team itakuwa na ujasiri wa kuachia dApps nyingi zaidi na kuvutia wafanyabiashara wengi pamoja na watoa huduma katika mfumo wa kiuchumi wa Pi. Wengi wao wanaogopa hasara iwapo bei ya Pi itashuka na hawatakuwa tayari kuipokea kama malipo. Je, Tunaweza kuongeza bei ya pai na kufikia thamani ya GCV? Jibu langu ni ndio kwa kishindo, lakini tunahitaji angalau watu milioni kumi miongoni mwa pioneers kuunga mkono juhudi hii. Kampeni ya vikombe viwili vya kahawa ni ya muhimu sana. Tunapaswa kuelekeza nguvu zetu kwenye elimu badala ya kufikiria tu kuhusu kununua upya. Kununua upya ni matokeo, lakini elimu ndio chanzo. Tunaelewa kuwa wapo baadhi ya watu watauza pai na wapo wasioweza kununua Hivyo basi hatutegemei pioneers wote milioni sabini. Tunahitaji tu asilimia kumi na nne ya pioneers kuamka. Tukifanya hivyo kwa pamoja, tunaweza kufanikisha ushindi. Kwa nini baadhi ya pioneers wanasema haiwezekani? Kwa sababu wanadhani kila mtu ana tabia kama yao, yaani kutofanya chochote. Katika mfumo wa kawaida wa sarafu za kidijitali, hilo linaweza kuwa gumu, lakini katika Pi Network hali ni tofauti kabisa. Changamoto halisi ni uvivu na tamaa ya kutaka kupata bila kufanya juhudi yoyote, sambamba na kuvunjika moyo kutokana na kodi zisizo rasmi na uhusiano wowote na Pi Network. Hizi ndizo zinazowapoteza pioneers na kuwafanya walale. Lakini tamaa hiyo haitawahi kutimia, kwa sababu maendeleo ya kweli yanahitaji ujenzi wa pamoja. Hivyo tafadhali jiamini, shika msingi na anza kuchukua hatua. Hivi karibuni niliona ripoti kutoka kwa mtafiti wetu wa GCV, Bwana Mario ikieleza kuwa kuanzia mwezi wa Agosti mwaka 2022 hadi mwezi huu alipata takwimu kutoka blockchain zilizoonyesha GCV milioni 7.7. Watu wengine walikuwa wanasema tangu mwezi wa Juni mwaka 2022 kuwa GCV haiwezekani, lakini sasa baada ya miaka mitatu tumeona ukweli wenyewe. Hitimisho ni moja, ni lazima tujenge kwa pamoja. Tukikaa kimya bila kuchukua hatua hakuna kitakachotokea lakini tukishikamana na kushirikiana, kila kitu kinawezekana. Wajibu wako ni kusambaza taarifa sahihi na kualika pioneers wengine kujiunga na kundi letu kwa ajili ya kujifunza. Katika siku kumi na moja zilizopita tumefanikisha kuanzisha jeshi la GCV na tumeweza kuonyesha nguvu yake. Pioneers wa kweli na waliodhamiria wanazidi kujiunga na jeshi hili la GCV linalolenga kulinda jamii ya Pi Network dhidi ya uvumi na taarifa potofu. Nimeona mabadiliko chanya katika makundi mengi, tetesi zimepungua, chuki kwenye maoni imepungua pia. Hivyo basi, pioneers, tafadhali tusaini kujenga jamii yenye umoja na amani kuanzia sasa. Watu wengine hawajui tofauti kati ya ukosoaji wa kujenga na kuchafua jina. Mimi hukosoa taarifa potofu kwa sababu zinadhuru mradi wetu wa Pi Network. Hii sio kuchafua watu, bali ni wajibu wetu kutoa onyo dhidi ya mambo yanayoweza kudhuru jamii yetu. Tunatumia huduma za kisheria kulinda jamii yetu na kukuza mazingira chanya yenye nishati njema na amani. Jambo la msingi ni kuondoa kila aina ya negativity na kuepuka kuwasiliana na wale wanaoneza sumu hiyo. Tayari tumeongeza maonyo mengi, na kuanzia leo tutazingatia kuelimisha jamii yetu. Weka malengo ya kila siku, angalau kupitisha jumbe chanya tano hadi kumi kwenye kundi lako. Shiriki tena na toa maoni yenye maana. Mafanikio makubwa yanajengwa na juhudi ndogo za kila siku. Tafadhali waalike watu kujiunga na kundi letu la kimataifa la GCV Telegram ili wapate taarifa sahihi. Jitenge na makundi au akaunti za mitandao ya kijamii zinazowatukana au kuwashambulia wapambanaji wa kweli wa GCV. Badala yake jiunge na kundi la kweli la wajenzi wa Pi Network. epuka kujibu tetesi au ujumbe wa kuvuruga, wala usisambaze maudhui yao. Tuwe na mwelekeo mmoja kwa malengo yetu, wacheni waendelee na yao, sisi twende na letu la mafanikio, Pioneers. Pai inawakilisha mapinduzi makubwa yanayoanzia chini kabisa mashinani. Hatupaswi kukaa tu tukisubiri mafanikio ya tufuate, tunahitaji kupigania kwa bidii mustakabali wetu. Ni muhimu sana kutafuta mwongozo kutoka kwa viongozi wanaoelewa na walio na misimamo sahihi badala ya kuendeshwa na watu wasio na elimu wala nia nzuri wanaotaka tu kutuibia. Tujitahidi kuwafuata viongozi wa jamii waliothibitisha kuwa na moyo wa kujitolea, uwajibikaji na maadili mema. Kwa kuwasikiliza watu sahihi katika jamii yetu tutaweza kujikinga dhidi ya utapeli na kubaki kwenye njia sahihi kuelekea malengo yetu. Kwa pamoja tunaweza kujenga mustakabali bora kwa pioneers wote. Asante sana kwa kusikiliza mpaka mwisho. Kama una maoni, maswali au unataka kushiriki katika harakati hizi muhimu, tafadhali andika kwenye sehemu ya maoni. Pia usisahau kusambaza ujumbe huu kwa pioneers wengine ili kila mmoja apate uelewa sahihi. Tukutane tena kwenye video au sauti inayofuata, hapa Official Khudhey Pi Updates.